Namna hiyo naingia kwa dada Vero Makuku, Vero mfugaji wa kuku. Odi dada Vero. Karibu. Eh, asante sana. Karibu sana. Ah, hey, <laughs> mzima mzima, za siku. Vero Makuku. Eh, Vero Makuku. Hilo ndio la kwenye nida. <laughs> <laughs> Sawa kabisa, mguu wako jamani, karibu sana tuweze kujifunza okay, na kuwafundisha watu kuhusiana na ufugaji wa kuku. Karibu sana. Hasa kwa wewe ambaye umetana baharia, Waswahili wanasema umefika mbali. Leo tutajua ulianzaje kabisa. Ulipataje wazo la kufuga kuku na kwa nini usifuge sungura <laughs> au usifuge ng'ombe basi, Kweka, misa, e, namna hiyo mtazamaji wa TriGen Media, tupo katika kipengele cha wazo hadi biashara. Leo tumemtembelea Vero alimaarufu kama Veromakuku, kama unavyoweza kusikia kuku wanawika <laughs> tunaingia katika himaya yake hapa, anafuga hapa, anazalisha vifaranga. Basi niongoze twende tu, tuone Kari. kazi kwa Dada leo tuko hapa e. sawa kabisa. kabisa tukae kabisa Eh, karibu e, basi ngoja tuweze kukaa Eh. Eh, e, unaendeleaje hapo? Mungu ni mwema. Namshukuru e, Mungu sana. Naendelea vizuri. Hongera sana kwa ujasiriamani. nashukuru sana, nashukuru sana. labda na na na na na kabla hatujaanza kutembelea na kuona mabanda e, tupige stori kidogo hapa hatuna. ilikuwaje ukaanza wazo mpaka kujibrandi kabisa sasa, wengi hata mitandaoni wanajua Veromakuku eh. Ah, kiufupi tu no. Mimi nilikuwa nimeajiriwa, nilipata changamoto kidogo kipindi cha mwaka elfu mbili kumi na saba nilipata ajali wakati nimeajiriwa, pata ajali pale kimarasuka pale. Nilivyopata ile ajali, okay. Nili. Nili. nikakaa sana muda mrefu kidogo lakini wakati niko ajali, na, na... ya gari wakati niko nauguza na sasa kidonda nikawa mm. Ah, namwomba Mungu, yaani nilijawa na hofu kwanza ile ya kutembea na gari tena, yani nikawa naogopa mm. Nikamuomba sana Mungu, Mungu naomba kitu ambacho nitakifanya, lakini nikifanya niwe ni wako hapa hapa Ukae sio kuzunguka. Ulikuwa unaendesha mwenyewe au au, hapana, unasafirisha au unasafiri? Hapo ni sababu kwa sababu kwamba, naomba Mungu nipe kitu cha kufanya, lakini sikumpangia kwamba ni nini. Naomba kitu cha kufanya, ila hicho kitu nitakachofanya niwe niko tu hapa hapa nyumbani, kitokee basi. Siku lasiu niweka ndio wazo likaja sasa sasa kwa sababu sisi kwetu familia ni wafugaji, mama zangu wakubwa, baba zangu wakubwa ni wafugaji wakubwa tu ktu hmm. eh, wa kuku wa kienyeji hmm. kwa hiyo nilipopata hilo wazo nikawashirikisha, akaniambia ni wazo zuri okay. nikaanza na toko ameanza hadi sasa. Maana wazo ulipokuwa hapo, wakati huo una familia kila kitu na majukumu yako kabisa okay. hmm, na familia na watoto wawili kwa hiyo kazi ukaacha? Nikaacha kazi kabisa, nikaandika barua, sitaki kazi. Wazo napanda magari, hofu, mm. Hofu. Lakini pia hata kipindi cha nyuma sana huko nilikuwa natamani kufuga okay. Na unajua ukishaajiriwa mm. unatamani upate mshahara ule eh. e. e. hofu ya kufuga ilikuwa ina... mm. kwa nitaweza nafanya kazi huku na, kumbe inawezekana Sawa, sasa mm. turudi katika kufuga mm, ulivyoanza, maana naona sasa hivi na kuku wengi sasa hivi mm, tutaona mtazamaji, tutakupeleka tuone, kuna mahala anatotolesha mm, mayai na mayai hayo yanatoka kwa kuku wake mwenyewe, anawaweka kwa mwezi mmoja mm. Na tunapozungumza kufuga, kwa wale wataalamu wenzangu, ni wale kuku wa kienyeji indigenous breed wa kienyeji kabisa, si ndio? Kabisa, ndo wanaotoka hapa kwa Vero. Kwa hiyo sasa mm. ulianzaanzaje sasa? Hapo tumeshaona wazo limekuja, Mungu amekuongoza, majeraha yanapona, mm. umeamua sasa nitafuga kuku, ndio wazo lako mm. safari kaweje? Safari ilivyoanza, kuku anahitaji mtaji uh -huh. lakini sio lazima uwe na mtaji mkubwa mkubwa, una wazo na una nia kufanya. Kwa hiyo nilichofanya, nilitoka hapa nikaenda kwa dada yangu ambaye anaishi Kijito Nyama, mfugaji. Nikamfata, natamani kufuga. Nikaondoa wapangaji pale, walikuwa na wapangaji o, nikawatoa wapangaji, na mimi nataka nifuge kama wewe. Akaniambia kweli nikaambia akini mi namtaji kidogo e, nitakuaje? akaniambia hamna shida mm -hmm. kwa dadangu alinisaidia kuanzia hapo akanipa vifaranga kwa kwa bure kunikopesha aka bure. Hapana. ningejisahau ko alinikopesha vifaranga hamsini tu okay. na. mm -hmm. Nikaanza nao, Mungu ni mwaminifu mm hii -hmm. mbegu ni nzuri sana ovyo okay. hawasi ovyo mm -hmm. e, ani kienyeji nkienyeji kweli haa kwa hiyo wote walikuwa baada ya kufika mwezi wa ana wiki ya tatu nikaongea na, naye akaniambia hebu ngoja tu nianze kukufundisha sasa ule ufugaji wenyewe, unafuga baada ya mwezi unauza, okay, maana mimi nia yangu ilikuwa nifuge niuze mayai, akaniambia itakuchelewesha, okay, kufika kwenye hatua yako ambayo unataka kuifikia, kwayo ndio nilikuanzia hapo faranga hamsini. Safari ikaendaje? Kutoka hamsini kaja ngapi? Kaja ngapi, nilivyouza wali hmm. niliofata nichukua mia na hamsini, ikaenda mia mbili. Mpaka sasa hivi kwa kweli ni idadi kubwa, kwa sababu sasa nimefika mahali natotolesha mimi mtamo, mashine zangu mbili, natotolesha mimi sasa. Kwa mtu ambaye anaweza kawa labda, hasa umezungumza kuna kufuga na kutotolesha hmm. ambaye hiyo kazi hajaifanya hmm. Unajua, mtu ukishazungumza akili na kuja hapa, kazi yenyewe, manufaa yanakuja yeah. Katika manufaa na vile vitu ambavyo hmm. ulikuwa unavifanya kwa sababu umeajiriwa, lakini bado ukavifanya hata baada ya kuanza kufuga kuku, maisha yalibadilika vipi? Yani kumudu, unajua ulikuwa na tarehe ya mshahara, sijui mshahara umetoka ukatoka hmm. umenufaika vipi? kwa kweli Mwanzo ni mgumu kwa chochote unachoanza nacho, mwanzo ni mgumu. Mwanzoni sikuona kwamba kuna ile faida kubwa, kwa sababu sasa pale tunatafuta mtaji ili mtaji uongezeke, lakini sikutetereka sana, kwa sababu pesa ya kula nilikuwa nipata e, nilikuwa nipata familia ka wanakula vizuri, watoto wanasoma, lakini jinsi miaka inavyozidi kwenda, manufaa yanakuwa ni makubwa zaidi. Okay. Kwa sababu kama nimefuga mpaka kufikia wao wenyewe kuku wamenizalishia mashine ah. Kwa hiyo kutokana na kuku wale nikanunua e, mashine ya kwanza ya mayai mia saba nikakaa nikaona haitoshi, nikanunua mayai elfu moja na mia tano namna hiyo. Kwa hiyo utatuonyesha baadaye mashine hizo tutaziona, lakini tutaanzia kwanza kwa, kwa chanzo maana ah, hawa siohaz mtazamaji wa nipo ah, <laughs> na Vero alimaarufu kama Vero Makuku mm, huku Kimara Golani, ukitaka kuja huku unajifunza mengi <laughs> lakini, bado tutakwenda kuangalia kuku hao wanahitaji nini ni mambo gani ya kuzingatia duzi na nao, unapokuwa kwenye ufugaji, atakuambia hapa, na baadaye nitakupeleka tuweze kutembelea mabanda hayo, tuone kuku wenyewe ni <cra psychiatrist> kuku wa kienyeji. Pia hujua hata unakouza supu, sio? Nauliza ehuyu wa kienyeji. Rudi kwako dada Veromakuku, nirudi kwako dada Veromakuku, mtazamaji wangu wa TriGen angependa kujua Hmm. Kwamba zile hatua ni mambo gani ya msingi unapokuwa fuga kuku wa kienyeji ambayo iwe mvua iwe jua ni lazima zingatie vile hmm, vitu maana wewe ulijifunza mwenzetu, kubahatika kwa dada zako wanafuga <laughs> sasa kuna mtazamaji hapo anatamani afuge, hmm, amejifunza kwako, ehe, ni mambo gani? Kitu cha ja kwanza ni banda, okay, banda liwe imara naam, eh ili hata mvua itakaponyesha pasivuje. Apakivuja maji akiingia kuku, atadhurika atakula uchafu, atapata shi, atakufa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni baa, eneo la utakayofugia siwe na maji maji, okay. kitu cha pili ni kuzingatia tu usafi. Usafi yaani kuku ukimsoma vizuri, tabia zake ni kama za mwanadamu okay. magonjwa yake kuna kuna ugonjwa unaitwa kipindupindu cha kuku. uh -huh. Na hicho kinatesa watu wengi uh -huh. ambacho hawajui, na hiyo inasababishwa na uchafu kwa. okay. hivyo ni vitu vya kuzingatia. Lakini kitu kingine, unatakiwa unapoamka asubuhi, ukiingia bandani uh -huh. usiingie tu ukawapa chakula ukamaliza ukaondoka. uh -huh. uh -huh. Ingia bandani, safisha banda lako ukishamaliza waweke chakula lakini baada ya hapo kata dakika tano simama tu hivi waangalie ajue ah, e, yeah. wanaumwa kwa sababu sasa si wengi yeah. utajuaje yule anaumwa k okay. unakuta wafugaji wengi anakuambia ah, leo mmoja amekufa ah, kesho yake watano kwa nini alianza mmoja akaambukiza wengine kwa sababu anaamka anawekea chakula anaondoka mm. ah, ni wazima huku ukimfukuza anaruka, hata kama anauma labda hiyo. Aliyezidiwa sana amelala chini kwao. Unatulia mahali natulia mahali, mahali unaangalia, unaangalia. Hmm. Utajua tu huyu ana shida kwa tayari unajua. Kitu kingine kabla hujafagia, hmm, unatakiwa uangalie kinyesi, hmm, chao. Kinyesi chao kina rangi gani? Hmm. Hmm. Sema hizo huwa anatoaga milimu na kuna hmm, kiasi kidogo wanakupia kwa hiyo huwa ni darasa. Eh, linakuwa ni darasa. Unavyoanza kukiweka kifaranga bandari kwanza, unavyoandaa lile banda mpaka unakiweka mpaka anakuwa kuku mkubwa ni darasa. Utampa chakula gani akiwa na siku ya kwanza mpaka wiki mbili, utampa chakula gani anapofunga miezi miwili, utampa chakula gani akiwa na miezi amekaribia kutaga Mm. Ni darasa okay. Kwa hiyo mm. e, so, mm. huwa eh, una madarasa pia, nakuwa na darasa hapo. Tumeshaona kigezo cha kwanza mm. kingine, kwa japo kuwa atakayetaka zaidi atakuja darasani kutupitisha tu mm. Hiyo umezungumza banda lisiwe na maji maji, pia ukiwapa chakula wajulie hali, kuwa na dakika chache za kuwajulia hali, na kingine kingine pia tunachoangalia sana ni chanjo. Okay. wafugaji wengi Yeah, hawachanji kuku okay, kabisa. Mtu anaweka vifaranga hapo, afatilii zile chanjo. Chanjo ni za muhimu sana, okay. Mtu anakuambia ah, kuku kenyeji anachanjwa? Yeah, kukuwa, kuku yoyote anahitaji chanjo kwa sababu hata vijijini, si tulio kulia vijijini, tulikuwa tunaona kuku anakufa na mdondo, yeah, hasa msimu huu yeah, wa maembe kama hivi, yeah, yaani ni kuku anakufa sana, kwa hiyo kitu cha kwanza zingatia zile chanjo na uende nazo kwa utaratibu. Ndio maana tunaweka hilo darasa, ajue kwamba nawapa chanjo gani, unakuja kwenye chakula, anaanza chakula gani mpaka mwisho chakula okay. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana kwenye kuku. Na zile chanjo pia kuna ambazo zinarudia mm. E, kuna ambazo unazirudia labda, baada ya miezi mingapi unarudia, baada ya miezi mingapi unarudia Sawa, kabla hatujaenda kwenye mabanda, tunakaribia kwenda kutanza kwenye mabanda, baadaye tuende kuangalia hizo mashine unapozalisha vifaranga. Kwa nini uliamua ni kuku wa kienyeji zaidi na si wa kisasa, wale baada ya wiki nne wanauza baada ya wiki nne, unaweza naona, ukiangalia hapa wao umechukua wale na wa kisasa, wanachangamuka wa kienyeji wanachangamka zaidi kuliko wale wa kisasa. Kwa nini uliamua? Mimi niliamua kwa sababu cha kwanza ni kuku ambao kwanza hawana magonjwa yani, hata akishikwa na ugonjwa mpaka anakuja kufa ni mzembe mm -hmm. hawauma hovyo lakini pia hawatumii chakula kingi kama ile kuku wa broiler wa chotara wa saso. Hawa wanatumia chakula kidogo tu, akishiba hali anakaa pembeni, atakunywa maji yake ametijazikianja ndio ataenda taa koo. Nilipenda sana Magonjwa yanatesa sana yani, wengi wanashina, wanakwambia eh, kuku anakufa, kumbe magonjwa, kumbe magonjwa. Unaona kisasa, kwa kwa hiyo e, kwa hiyo hawa wanavumiliana, hata kama ataumwa mpaka amekufa, ni uzembe okay. Lakini hafo tofauti na wale wengine, kwa ndio maana niliwapenda, lakini pia mm -hmm nyama yake uh -huh. A ni tofauti mm -hmm. Ni nzuri. Yani, nikitemsha hapa mtu anapita nje anajua mama leo leo kapika uh. Veromakuku leo kapika kuku wa kienyeji unaona. <laughs> Uh, kwa hiyo ana tofauti, yai lake lina ladha ya tofauti ya kipekee, lakini pia ni wakubwa. Naam, basi mtazamaji wa Trigen Media, tunaondoka hivyo na Vero Makuku, twende uwaone tu hao kuku. Umesikia sauti, najua, lakini sasa twende, hebu twende tuwaone kuku hao, wasitoke halahala, wasitoke halahala, wasitoke. Mayai tena ee, kabisa. Leo ujaokota mayai na uzuri tuchukue nah, mm. Mayai nimeona, mkusanya mayai mkusanya mayai yeah. Oh, miyai kabisa la kienyeji. Kwa hiyo kwa siku mayai yaka mkusanyaje? utaratibu wako Saa kumi na moja namna hiyo. Twende huku tuwatishe. Naona mtazamaji kuku ametayari, tusiwanyime raha, basi nifuate. Mabanda ni mawili, okay. E, mabanda yako, tulikuwa katika banda la kwanza. Shush. Na sasa ni banda la pili. E, banda la pili. mm -hmm. Kwa nini mewagawa mabanda tofauti? kuku anatakiwa awe na nafasi kuku e. E, anatakiwa apate nafasi ya kucheza, kulala, kukaa kwa hapo kaa sehemu moja na, unampa stress. Okay. Maana nakwambia kuku ana tabia kama za binadamu, yani hapendi. Tunaona hata pale tunaingia wote, ameona wageni, hao wageni. Kuku anapenda utulivu, lakini anapenda nafasi hewa, anatakiwa hewa safi sana. Basi twende tuone mashine ili naona hifadhi ya maji, kila kitu na chakula Tuende kwenye namna hiyo, mtazamaji. Sasa tunakwenda, tunakwenda katika banda. mayai situngeweka mahala e, tuweke e. Mm. kutu ngoja hapa kidogo, tumwonyeshe mtazamaji e. Mtazamaji wa TriGen, tunaingia sasa, huu ndimo anapotoleshea mayai na hii mashine kama unavyoona iko na marine board hii. Kumbe ni mashine hii, ni mashine ya kutotolesha <laughs> <laughs> inafunguliwa sasa <laughs> tuone, huko ndipo ndimonamoweka mayai. Oh, mayai mengi, ina uwezo wa kubeba tuingapi hapa ni <laughs> <laughs> mayai elfu moja na mia tano mayai elfu moja na mia <laughs> tano, ambayo wakitoka maanayake ni vifaranga elfu moja na mia tano <laughs> na watatoka tofauti ama watakuwa watatoka wote kwa wakati mmoja? E. Iko furu kabisa na isena, utanieleza kidogo elimu Okay. Okay. Okay. Hmm. Hmm. ya mashine na namna ambavyo unaishi naye mpaka inaweza usimamizi wake unafanyaje? Simamizi, kitu cha kwanza kuna bakuli hapa chini, ili bakuli la tunaweka maji kwa ajili ya unyevu Okay. E, kuna kistaa hiki hapa okay. Kwa ajili ya unyevu kwa hiyo kitu cha kwanza ninachokifuatilia uh -huh. Ninaangalia maji ya sikukui, okay. Yeah, eh yanachemshwa. Kuna hita unaona, kuna hita pale. Kwa hiyo hiyo hita uh -huh. ndio inachemsha hayo maji yanapandisha unyevu, ambao ndio huu hapa okay. Hapa ni joto, kwa hiyo mara kwa mara nakuja kuangalia unyevu uko sawa, joto iko sawa, ikazidi au ikapungua. Unahitaji kupata mafunzo. Nilipata mafunzo hapo, wanakusoma, wanakuelekeza kila kitu. Kwa hiyo nazo mbili, nazo mbili e, ii kubwa <coughs> lakini kuna hii ya mayai mia saba, huku ni ya mayai mia saba. E, kuna hii ya mayai mia saba. <coughs> Iko hapa naona na mengine yametotolewa. Eh, wengine wametotolewa vifaranga, nienda kule baba. Sawa. tusimalize yote. Ndiyo kweli. Tusende kutotolewa. Na hii mashine nikiangalia kama imetengenezwa tu hapa. Ah, anatengeneza fundi Ah, okay. Yeah, kwa hiyo imetengenezwa nchini Tanzania. Eh, hapa hapa Tanzania. Sio lazima tuende yeah, nje hapana. Hongera sana. Hapa. Zote hizi mbili kwa sababu naona marine board kama bawabu za kawaida tu. Marine board ni nzuri kwa sababu hata uh -huh. Maji yakiingia uh -huh. ah, oh. Ini ukitengeneza zile za kawaida zinaimba ah. Sasa hii lazima ingie maji kwa sababu wakati wa kutotolesha ni yeah. Eh, wakati inatotoa pale yeah maji unyevu unapanda. Unaona kama hapa iko sitini. Siku mm. ya kutotoa mm. itafika hivi, okay, sitini na saba. E, tafika sitini na saba na hume. inachukua mda gani kutoa vifaranga na nini kinapoashiria kwamba huko kuna vifaranga? Kitu cha kwanza unapoweka mayai lazima ujue umeweka tarehe ngapi na ni tarehe ngapi yanatoka. Kwa hiyo wakati wa kutotoa hapa wakati umeweka tu mayai hapa ni sitini na mbili okay. lakini kwa sababu yanakaribia kutotoa na siku ya kumi na saba sasa, mm -hmm. yanaelekea kutotoa, lazima uongeze unyevu ili huku ipande, ili huku yaweze kutoka vizuri okay. Eh, kwa hiyo lazima kuna ishara itakuonyesha hapa kwenye unyevu, unyevu utaongezeka okay. unyevu unaongezeka, basi tuweze tuone vifaranga waliotoka <laughs> sawa mm -hmm. Twende tazamaji, <laughs> tukaone vifaranga. Hili banda la vifaranga mm, mm. Tunaingia kuona vilivyotoka kwenye mashine ile, wako mm, huku yes. wa jukuumtazamaji, mm. Wajukuu wametoka kwenye nahar wakubwa kwa hiyo wengine wamechukuliwa, wengi wamechukuliwa, wa waliobaki wachache, nikasema tu ni wafuge, utawafuga baada ya kuwafuga. Wako wengi eh, wako, wako kama themanini na kitu kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo banda unaona chumba wanataka Hmm. Alitoka hii. Wanatakiwa uh-huh, watandikie magazeti kama hivi hmm. Unawekea maji vizuri hey, na chakula chao safi. Lakini pia tunaweka joto okay, ambayo sio taa hey. Tunatumia moto mkaa. Aha, moto mkaa, moto mkaa na wawekea basi twende pale tumalizie mazungumzo, mtazamaji atakuwa anajionea kazi kwa, kwa vitendo. Umeona namna hii wazo hadi biashara. Alianza kuwa na wazo na kufuga kuku, akafuga kuku na sasa anazalisha mpaka vifaranga. Hebu tuende <tuhi> <tuhi> sasa, tunapo tunapokwenda kumalizia swala la kujiajiri mpenzi mm. E, mtazamaji unaposikia kujiajiri, kuna kujiajiri katika maeneo TriGen Media katika kipengele chake cha wazo hadi biashara leo hii imemtembelea Vero Makuku ambaye umeona kazi anazofanya sasa, na hapa tunarudi kwake pia aweze kukuhamasisha, maana kunakuwa unapanda shuka nyingi sana unapokuwa na wazo hadi biashara. Dada Vero Makuku, wazo hadi biashara, achana na kwamba kupata hizo vitu labda lazima uwe na mtaji uwe na kitu gani. Ujasiri unachukua sehemu gani katika shughuli kama hii? Kuamua kwamba unaamua, wazungu wanasema ile risk taking, uwe na kiwango gani? Na wewe je, kuna wakati ulikuwa kama unatishika mwenyewe kwamba huenda mambo yakawa mabaya, sasa nimeacha kazi na ningia huku? Kuna mawazo yalikuwa nakuja, ama kupata mawazo pia ya watu kwamba unajua biashara ya kuku wa ilipi? Ulishakutana na changamoto ziwe za maneno, za kimazingira, za vitendo sana. Yani, okay. Tena sana uh-huh. Tena mpaka ndugu mpaka <laughs> <laughs> ndugu <laughs> <laughs> mimi nina gagambo yale niambia, kama una unafuga hiyo ah, ah. uh. Ile bora tu ile <laughs> eh hey. lakini baadaye uh. Alivyoona sasa nimeweza hata uh. ah, uh. Jana nilikuwa naye na Dada Vero ongea kwa hiyo hiyo hiyo yapo kabisa, ila uh. yani mtu yeyote anayetamani kufanya kitu chochote nilichojifunza, mm. Usikilize moyo moyo wako unasemaje mm. Usisikilize fulani anasemaje mm. Kwanza binadamu wote hatufanani mm. Yeah. Na hakuna anayependa mwenzake apate sawa sawa. Labda kuna mwingine kweli atakuwa anakushauri vizuri, lakini kuna mwingine atakuja anakushauri kwa sababu tu anaamini Alakumbe kuna mtu anaweza akakushauri. <laughs> E, kabisa yaani si anaumia kwamba kwanini yeye anafanya? E, kwanini kwa nini anapata? Nahisi nikipata mtazidi maisha yake okay. Kwa hiyo mimi namshauri mtu yoyote mm. kila siku hata wateja wangu akija, wa namwambia, naambia, sasa mimi naogopa watakufa, naambia kwanza, kitu cha kwanza mtangulize Mungu. Kama moyo wako unasikia amani nifanye kitu, fanya. Na usipende kushirikisha watu Yaani mawazo mengi. Yaani wewe utakuja na hili, wewe utakuja na lile, wewe utakuja na lile. Matokeo yake utakata tamaa. Wanakuacha mchanganyiko. Wewe wewe fanya waone matokeo. Watu waanze kushika midomo. Ha? Jamani, watu wanakuja wanashangaa hapa. Kwani ulianzaje? Kwani ulikuwaje? Lakini ni kwa sababu gani? Sikutaka kumsikiliza mtu yoyote. Mimi na moyo wangu unataka kusema. Lakini kitu cha kwanza kabisa namtanguliza Mungu. No, namwambia na Mungu, kwa nguvu zangu siwezi. Maana kuna vita kwenye kazi yoyote, kuna vita sawa. Sasa kuna mtazamaji ambaye hivi tunavyozungumza tunapoelekea mwisho mm, anaweza kataka ajifunze kwako. Ebu mwambie unapatikana vipi? Okay, mimi nina akaunti Facebook natumia Vero Makuku, lakini nina akaunti Instagram ni Vero Makuku, na hiyo Vero Makuku inaunganishwa asiweke Vero alafu akaweka Makuku. Hapana, inaunganishwa kabisa Vero Makuku, lakini nina na tiktok ni Vero Makuku, lakini pia nina namba za simu ambazo ni sifuri sita tano saba mia saba sabini na saba mia nane hamsini na nane nina namba number... hiyo no. ni ya WhatsApp namba ya Airtel ni sifuri saba nane saba tisini na tano tathb shukran sana, mfuatiliaji wa TriGen Media katika kipengele hiki cha wazo hadi biashara. Leo tulikuwa tukifuatilia ufugaji wa kuku na tukimwangalia Veromakuku alikotoka, alipo, na anakoenda, lakini pia ametia moyo kwamba haya mambo ni kuanza kufanya. Kukuaga, naitwa Leonard Mobali, nasema kama hujasubscribe channel yetu ya TriGen Media Afadhali fanya. Kwa heri kwa leo, nenda kaanze wazo la lile ulilolifikiria kwa miaka mingi ama ukaogopa. Sina la ziada kwa niaba ya pigapicha wangu, Leonard Mapuli wote tunasema karibu tugem.